Mpenzi karibu tena kwenye chaneli yangu, na kama mgeni tafadhali naomba usubscribe, na kama usha subscribe, asante sana. Leo nimeletea jinsi ya kutengeza viazi vya cutlets ama jinsi ya kupika na kuchambua ama kukata viazi vya cutlets. Hivi si viazi vya kuchemsha, kama una haraka haraka, especially wakati wa Ramadhani, labda unatoka kazini, umekuja ujui utafungua nini ama utafuturia uta, nini, hivi ni kwa njia haraka haraka haraka haraka, hakuna kuchemsha, hakuna mambo mengi yani. Kwa hiyo utashambua vya viazi vyako kama unavyoona kwenye hiyo video, alafu sasa tutakuwa tutakuwa tunakata vy, tunakata tunakata vipi viazi vyetu. Hivyo ndo tutakuwa tunakata viazi vyetu vya silesi hivyo. Viazi vya silesi utakata vyembamba vyembamba, si vibomoji sana, wala si vyembamba sana, ili ukivipika na mafuta vitaiva vizuri kama vile ambavyo kwa vina unachemsha kwa hiyo utakata hivyo utashambua vya viazi vyako vyote, na naukate hivyo hadi umalize. Na kama unavyoona hivyo ndio jinsi ya kukata viazi vya slices. Na baada hapo ushamaliza viazi vyako vyote vyote vyote ndio kama hivyo unavyoona kwenye hiyo video. Na hapo ushamaliza viazi vyote hivyo ndio viko na what next? Process nyingine ni ile tu kawaida kupika viazi. Hapa nilikuwa aim tu nikuonyesha jinsi ya kukata viazi ama Viazi vya ziva cutlets. Lakini njia nyingine utakoroga unga wako wa viazi kama kawaida, lakini viazi hatuvichemshi. Hiyo ndio tofauti, hatuchemshi viazi hapa, hatuchemshi viazi. Kwa hiyo utaweka mafuta yako motoni hadi apate moto vizuri, na utaanza kukaanga viazi vyako kama vile tunavyokaanga viazi vya kuchemsha, hatua kwa hatua hadi umalize na katika kutengeneza unga wangu wa viazi, mimi sikuweka rangi ya viazi, nilitumia tu turmeric. Unaweza tumia turmeric ama carrots basi, ukipenda mwenyewe unaweza weka rangi, lakini kama hujapenda unaweza tumia hata unga wa dengu. Kwa hiyo utaendelea kuweka kwenye mafuta kimoja baada ya kimoja. Unaweza tumia kijiko ama unaweza tumia mkono, hakikisha wa mkono wako ni msafi, mkono wako ni msafi. na utaviweka kwenye moto ama utavikanga hadi vikauke, vikauke vizuri. Hakikisha vimeiva vizuri, hakikisha vimeiva vizuri. Na ukitaka nyingine ya kutengeneza viazi fuli vya, vya kuchemsha kuna video hapo, utaingia Meju Mapishini utaangalia na baada hapo kama unavyoona viazi wetu vitakuwa tayari, utavigeuza upande wa pili kama unavyoona rangi inavutia, vimeiva vizuri, vimekauka vizuri. Kwa upande wa pili na viazi vyako vitakuwa tayari. Tukifika hii hatua na utaviandaa viazi vyako kwa ukwaju ama chili ama tomato sauce chochote kila mtu atapenda. Unaweza kufungulia mwadhini, yani inaweza kwa futari poa, kufungulia. Unaweza kufungua na chai na chochote na kile mtu atapenda. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu. Tutaonana tena kwenye video nyingine. Shukran.